Utengenezaji wa vyakula viwandani na uuzaji uh, wa vyakula kutoka mashambani huwa vinategemea ubora. Hili ni suala la kujiuliza. Wafanyabiashara wengi huwa uh, wanazalisha uh, vyakula mbalimbali kwa kuzingatia wao ni upande wa biashara. Mfano, utakuta wanazalisha vyakula vyenye sukari nyingi, vyakula vyenye mafuta mengi, kwa kutumia kemikali nyingi sana, bila kujali afya ya mtumiaji. ni kwa sababu wao wamelenga kwenye upande wa kibiashara. Mkulima pia ni hivyo hivyo, anatumia uh, sumu nyingi na pia anatumia vitu vingi sana kuhakikisha kwamba zao lake linatoka kwa haraka na kwenda sokoni. Ndio maana wakulima wengi hawapendi kutumia vyakula ambavyo wao wanavilima kwa sababu uh, wanajua wanachokifanya nyuma ya pazia. Sasa wanaokuja kuathirika ni watu gani? Ni watu wenye hali ya chini kula vyakula vyenye kemikali na sumu nyingi. Sasa jiulize, uh, kama wewe ambaye unatumia vyakula hivi mara kwa mara kila siku, na unalalamika tumbo linakusumbua, unalalamika vidonda vya tumbo, unalalamika kwamba, uh, koo lako limekauka, unahisi makozi kwenye koo, unahisi bawasiri na kukosa choo. Magonjwa haya hayatakoma kwa sababu ya mchakato wa biashara ambao uko nyuma yake. Sasa anaye ambaye anakula chakula ambacho kiko imara zaidi ni mtu mwenye pesa, kwa sababu anachagua ubora wa chakula. Epuka au ogopa vyakula vya bei rahisi sasa. Unaweza ukakomenti pia, wewe una mtazamo gani kwenye hili, na kama tayari una changamoto yoyote unaweza ukanitafuta.